Mvua zinazonyesha majira ya baridi kali zimefanya maisha ya wakazi huko Gaza yaliyogubikwa na misukosuko ya vita kuendelea kuwa mabaya zaidi. Mwanaume mmoja aliyejitambulisha kwa jina la Sharafi ambaye ni miongoni mwa mamia ya maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita katika eneo la Palestina. Anasema ilichukua dakika chache tu baada ya mvua ya usiku kucha kuanza kunyesha na kubomoa hema lake, kuharibu chakula chake na kuacha blanketi lake likiwa limeloana. Wakiwa wameketi kando kidogo ya makazi yao, Umu Baha na watoto wake wamejikunyata wakitetemeka kwa baridi kali iliyopenya mwilini mwao, huku hofu ikizidi kutawala miongoni mwao kutokana na wingi wa maji yaliyovamia makazi yao. Tunaenda wapi? Angalia nguo za watoto zilivyoloa, watavaaje nguo hizi? Angalia blanketi zao zote zimelowekwa. Tunaenda wapi? Watajifunikaje? Angalia magodoro haya na hema, nani angeishi humo? Kwa upande wake Susan Tarik anasema kama hali itaendelea kusalia hivi, basi matumaini ya ahueni ya amani kwao itabaki kuwa historia miongoni mwao. Tuliamka saa saba usiku na kukuta hema letu limejaa maji. Hakuna tena magodoro. Tunaomba yoyote anayetuona atusaidie hata mahema, tunahitaji mablangeti na magodoro. Tutaishi hivi mpaka lini? Watoto wetu ni wagonjwa, na imekuwa ikinyesha na mafuriko tangu saa saba usiku. Tunatoa wito kwa yoyote anayetuona kusimama nasi na kutupatia mahema. Familia nyingi hujazana katika kambi za mahema zilizojengwa kwa maturubai ambazo mara nyingi huzungukwa na matope ya maji yaliyotuama pindi tu mvua zinaponyesha. Makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano ya Israel na Hamas yamekuwepo tangu Oktoba kumi kufuatia miaka miwili ya mapigano makali. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano hayo, raia wa Gaza bado wanakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu na wale waliokimbia makazi yao kutokana na vita wameachwa bila chochote. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, takriban asilimia 80 ya majengo katika ukanda huo yameharibiwa na vita. Mimi ni Khadija Simba FM.